Baba yani babayani chamaini tu tokea, oh, uh, maji usuita uh, uh, ikasuka. Uh, mimi siwezi kukubali kupigwa <laughs> goli <Jafikajagoli> na hivi kapigaje goli na mkono lihesabiwe? <laughs> kakula kilicho kuwepo ndani anakifahamu huyu anajua kwamba nilichogiremea hataki ale, sawa. So, nikamtuma mama yake, nikamshaurisha mchungaji. Mchungaji amekuta maji, sawa, yeah. Nikasema bwana, ninakulumba kitu kimoja, mchungaji unisaidie. Kule ndani kuna vitumbua vitatu, niombe vile vitumbua vije, tujaribu tuone, umpe, je, atakula? Bwana mama wa watu kama sekunde suni, akawa amefikisha vile vitumbua, vikafika pale mchungaji kafanyia maombi, yani kama tamza hafula tu, akachukua kile kitumbua, akachukua kile kitumbua, akamkabidhi mikononi mwake, akamwambia Renata, kula. Renata akakata mara mbili, akaanza kugogia akabugia chote. kukaisha anasoi kililoisha pale akitumbua, mchungaji akajirizisha kwa mara nyingine ya pili, akampa maji mengine akanywa. Biashara ikawa imeisha, dakika kama mbili tatu, akaomba pale pale, naomba niende uwani, ajakudwa, akaenda uwani, siku kumi na saba halafu hali wani halafu sekunde kumi na tano zinamaliza mchezo. Unataka m <coughs> ndugu zangu wapendwa, chaji akasema, hii jioni si mmefunga jioni eh? Mkikoroga uji mlete, mimi mwenyewe nimpe ni, atakunywa. Nikasema sawa sikucheza mbali. Kama saa hizi naona uji ulikuwa unakaribia kuiva, mama watu, mimi niko zangu tembea tembea, lakini natembea kama vile simba iko ameshaua mzoga, anaangalia nani atakwenda kula. Kumbe mimi naangalia time za kwenda kwa mchungaji. Sasa saa kumi na mbili kama dakika arobaini, mimi nikajitokeza, nikafika, nikasema uji ushaiva, kasema nikamwambia mchungajikamamba kwa mchungaji kwa mchungaji kufanya nini? <tie> Ule uji baada ya kuipa yeye mwenyewe kasema mimi nini? <tie> kiponde hiha ribakuri hiha kapiga mwenyewe kapiga na maji akamaliza. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, kuanzia hiyo jana mpaka leo asubuhi, asubui uji mchana kapiga ugunga na, na saa hizi ndio jana mpaka saa hizi, habari za kusema sema hazipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda sauti yake kanisa, hata sekunde moja kali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie Bwana makofi. Mungu awe pamoja kwa watu.